Na tunapofunga ndugu zangu, tunafunga yale yote yanayotupendeza, si chakula tu. Sisi Wakristo wa Katoliki hatufungi chakula tu, tunafunga mambo yote yaliyo mema. Hatufungi dhambi, tafadhali sije mkadanganyika. Hatufungi dhambi kwa sababu hakuna siku hata moja uliwahi kuruhusiwa kutenda dhambi si ukasema nimefunga dhambi, nimefunga dhambi, tafadhali usiniguse, nimefunga dhambi mimi. Hakuna siku hata moja uliruhusiwa kutenda dhambi. Dhambi haifungwi, dhambi unaiacha. Tunakumbusha kuacha dhambi kipindi hiki, sio kufunga dhambi kiasi kwamba siku ya Pasaka tunafunguliwa haa. siku zote, si kwa rezima, si Pasaka, si Noeli Hatutakiwi kutenda dhambi. Tunapoongelea mfungo, tunafunga mambo halali, ambayo ni haki yetu, ni halali yetu, tena mbele ya Mungu ni halali kabisa, ila tunayafunga ili kujihangaisha, ili kujitesa, lakini sio kujitesa tu. Nabii ametuasa, takaseni saumu yenu, ili saumu yetu iweze kuwa na maana. Saumu ni yale mateso, ni yale maangaiko tunayoyapata kwa sababu ya kufunga, kwa sababu ya kuacha vitu fulani fulani. Vile vitu tunavyovifunga, vile tunavyoviacha, hatuviachi ili tuvirejelee. Tunaviacha ili viwasaidie wahitaji, tunaviacha ili viwasaidie wengine. wa kama umefunga chakula mchana huu, thamanisha chakula chako, wapelekee wagonjwa hospitalini, wapelekee maskini katika ujirani wako. Usifunge chakula mchana halafu saa kumi na mbili jioni ukala mara mbili hiyo saumu yako inakuwa batili. Kuna mtu anafunga kweli, anajikaza, anajikaza nimefunga hata mate ya mezi, wakati anajikaza jikoni yuko na karangiza shopping ya nguvu, usiku anakula mara tatu. Nabii Isaya tena anatuambia akasema, jamani, kufunga kwetu sisi sio kufunga ili tudai haki baadaye nakuta mtu amemaliza kufunga alafu ana bango anamwendea Mwenyezi Mungu, inataka haki yangu, ila anasema tumefunga lakini utazami. Tumejitahabisha lakini uoni. Nabii Isaya anasema eti watu wana, wanaandamana kwa Mwenyezi Mungu na mfungo wangu wote bado na, ninaugua bado nakosa school fees. Juzi nilikuja nikashinda kanisa la kuabudia hapa nikashinda hapo, sikula chakula cha mchana, nikafunga wiki nzima. Mbona naendelea kupata mateso kwenye familia yangu? <laughs> Jamani, usio mfungo mfungo. Jamani, ni kwa ajili ya kujitaabisha wewe, ili upate thawabu ya Mwenyezi Mungu, na taabu yako iwafaidie wengine. Ni kweli kama utakuwa umefanya mfungo wa kweli wa dhati, we mwenyewe utashiriki manufaa yake lakini sio yale ambayo sisi tunayaorozesha wakati mwingine kwa ukosefu wa imani na uelewa.